Unapoposti video kwa mfano Instagram, alafu unakuta haifiki kwa wale watu ambao mwakusudia, sio kusa lako, bali ni algorithm ndio ambayo inakuhukumu. Sasa video hii ya leo, wacha niweze kushare na wewe mambo kadhaa. Unajua Instagram mfano, huwa ina push zile video zako ama posti zako kwa misingi hii mitatu ambayo leo nitaweza kukupatia. Kwanza kabisa ni ile kasi ya ndani ya dakika 30 baada ya kuweza kuupload kutuma ile reels ama posti yako. Kama watu hawataweza kulike, kucomment, kuweza kushare basi video yako hiyo ama reels yako hiyo, post yako hiyo ina asilimia ndogo sana ya kupelekwa kwa watu wengi zaidi ndani ya ile dakika 30 ya mwanzo, kama utatuma posti fulani na watu hawataweza kulike kwa haraka, kushare, kucomment na vitu kama hivyo. Lakini vile vile jambo la pili ni jinsi ambavyo unafanya watu waweze kubakia hizo video ama post zako, tunasema ile retention na watching time yako katika zile content ambazo unazifanya pia zinasaidia katika kupeleka wewe mbali zaidi. Kama itatokea watu wanatazama post zako muda mrefu, ama watu wengi wamekuwa wakitazama kwa muda yale maudhui yako, basi inapelekea pia hata wewe kuweza kukua, algorithm inakuwa inakupush kwenda kwa watu wengi zaidi. Lakini vile vile tunasema ile value thamani ya content yako katika category fulani. Unajua algorithm, moja kitu ambacho haihitaji ile generalist inahitaji uwe na niche iweze kukuelewa haswa. Wewe ni mauzo gani ambayo unafanyia kazi? Content gani haswa huwa unaziposti? Na sio content mbalimbali unaposti katika page moja, ukurasa mmoja. Algorithm imekuwa haipendi kitu kama hicho. Lakini pia kitu ambacho wengi tumekuwa hatukifahamu ni kwamba algorithm haijali followers wako, inajali wale uh, followers wapi ambao utakuwa unawapata. Kama video zako ama posti zako zitakuwa zinaishiwa na kutazamwa na wale followers wako tu, haipati followers wapi, inakuwa sio jambo jema, sio jambo zuri. Algorithm imekuwa haipendi kitu kama hicho. So hiyo ni siri ya kukua kwa haraka. Kama utajaribu basi kufanya vitu hivi vikawa vinafanya kazi, misingi hii ambayo nimekupatia basi kontenti zako zitafikia mbali zaidi, na algorithm itakutambua na kuweza kukupush watu ambao hawakufollow waweze pia kuona kontenti zako, ku like hizo post ambazo utakuwa unatuma wale watu ambao hawaja kufollow na kuanza kukufollow. Lakini vile vile, nitakuja kuchambua tu kwa tu, namna gani ya kuweza kutengeneza content, basi algorithm zitaweza kuzipenda na kuweza kuzipush kuipeleka kwa watu wengi zaidi. Endelea kunifuatilia, like video hii repost lakini vile vile tuendelee kuwa pamoja. Kama bado hujanifollow, ni follow ili basi usiweze kupitwa na tips tricks, lakini vile vile maudhui ya namna hii. Repost video hii, wafikie watu wengi zaidi. Asante sana.